Katika harakati za kulinda haki za watoto duniani kote, kila ifikapo tarehe kumi na mbili Juni, Shirika la Kazi Duniani huungana na wanachama na washiriki wake duniani kote kuadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya kazi kwa watoto. Kila mwaka shirika hili hutembea na kauli mbiu katika siku hii na kwa mwaka huu kauli mbiu inakazia maendeleo yaliyopatikana pamoja na umuhimu wa kuimarisha juhudi ili kufikia malengo ya kimataifa. Kwa hatua pana ulimwengu leo unajumuika kusherehekea siku ya dunia dhidi ya kazi kwa watoto, ukielekeza malengo na mwelekeo wa kimataifa kuhusu juhudi za kuondoa kazi kwa watoto. Hii ni siku muhimu inayofanya na kuweka mwelekeo mkubwa wa kutafakari kuhusu mustakabali wa watoto na juhudi za kimataifa zinazolenga kuwalinda dhidi ya kazi hatarishi, zinazochafua haki zao za msingi. Kwa mwaka 2025, shirika la Umoja wa Mataifa linatarajia kupata makadirio na mwelekeo wa ulimwengu kuhusu hali ya kazi ya watoto kupitia ripoti maalum itakayotolewa na shirika la kazi duniani kwa kusaidizana na shirika la watoto duniani UNICEF. Ripoti hii itakazia maendeleo yaliyofikiwa na changamoto zinazobaki ikilenga kuweka mwelekeo wa sera na mikakati ya kimataifa. Ingawa bado data kamili hazijapatikana, makadirio haya yatatoa mwanga wa mustakabali wa juhudi za kuondoa kazi kwa watoto na kuhamasisha wadau mbalimbali kujitokeza kwa njia mpya na uwekezaji wa kutosha. Shirika la Kazi Duniani linasisitiza kwa nguvu kuidhinishwa kikamilifu kwa mikataba muhimu kama mkataba nambari 138 kuhusu umri wa chini wa kazi na mkataba nambari 182 ahemanbili kuhusu kazi hatari zenye kuhatarisha maisha ya watoto. Utekelezaji wa mikataba hii ni nguzo muhimu ya kufanikisha malengo ya kupambana na kazi kwa watoto na kuleta maboresho makubwa katika ulinzi wa haki zao. Kwa takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa, takribani watoto milioni sitini bado wanashiriki katika kazi duniani na bara la Afrika likiongoza kwa asilimia kubwa likiwa na watoto watano kati ya kumi wanaoshiriki katika kazi hatarishi, huku idadi kamili ikifikia milioni sabini na mbili. Kwa upande wa Asia na Pacific, kuna mchango mkubwa ikiwa na takribani ya watoto milioni sitini na mbili, na mikoa mingine kama Amerika na Ulaya ikiwa na idadi ndogo zaidi. Hali hii inatufanya tuelewe kuwa licha ya ndeleo makubwa yaliyofikiwa bado kuna kazi kubwa ya kufanya ili kuwalinda na kuhakikisha wanapata haki na fursa zinazostahili. Katika siku hii, Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa kila mmoja wetu kuhakikisha tunashiriki kwa bidii katika juhudi za kuelimisha, kuhamasisha na kuchukua hatua za kijamii na binafsi za kuondoa kazi kwa watoto. Ni jukumu letu sote kuhakikisha kuwa dunia inakuwa mahali salama pa watoto, mahali ambapo wanaweza kujifunza, kucheza na kuendeleza ndoto zao bila vizingiti vya kazi hatarishi. Ulimwengu unapaswa kutambua kuwa kila mtoto anastahili haki ya maisha yenye furaha, elimu na afya njema. Siku hii ni fursa ya kuonyesha nia yetu ya pamoja na kufanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha kuwa watoto hawashiriki katika kazi za kuhatarisha afya zao. Mimi ni Bahati Jamlihu wa SAUT Digital.